Habari yako mzazi na mlezi. Umekuwa ukijiuliza ni chakula gani bora kabisa kwa mtoto wako ili awe na afya bora, akili timamu na mwili wenye nguvu unaokuwa haraka? Wazazi wengi wanahangaika kila siku kutafuta lishe bora kwa watoto wao, lakini bila mwongozo sahihi. Katika video hii, nitakufunulia vyakula kumi na sita vilivyothibitishwa na wataalamu wa afya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 uji huu umejaa wanga unaotoa nguvu, protini zinazojenga mwili, pamoja na madini kama chuma na zinki. Madini hayo yanasaidia kuimarisha damu na kinga ya mwili. Watoto wanaopewa uji huu kila siku huonekana kuwa na nguvu nyingi, hawachoki haraka kwa urahisi, na hukua haraka. Uji huu unamfaa sana mtoto mwenye umri wa kuanzia miezi sita na kuendelea ni chakula cha asili kisicho na madhara kinachotakiwa kiandaliwe bila sukari nyingi. Chakula cha pili ni maharage na dengu. Maharage na dengu ni vyanzo bora vya protini inayotokana na mimea. Virutubisho hivi husaidia kujenga misuli na tishu mpya za mwili wa mtoto, hasa katika hatua za mwanzo za ukuaji. Dengu zina kiasi kikubwa cha chuma ambacho husaidia kuzuia upungufu wa damu, tatizo linaloathiri watoto wengi. Vyakula hivi pia vina nyuzi nyuzi nyingi ambazo huboresha mmeng'enyo wa chakula. Watoto wanaopewa mara kwa mara huwa na afya bora, ngozi nzuri na akili zenye nguvu ya kufikiri. Ni vizuri visipikwe kwa mafuta mengi ili visiharibu virutubisho vyake. Chakula cha tatu ni mayai. Yai moja lina uwezo mkubwa wa kusaidia ukuaji wa mtoto kwa sababu lina protini ya hali ya juu, mafuta mazuri, vitamini A, D, E na kirutubisho kinachoitwa colin ambacho ni muhimu sana kwa ukuaji wa ubongo. Mtoto anayekula yai la kuchemsha angalau mara tatu kwa wiki anaweza kuwa na uwezo mkubwa wa kufikiri, kukumbuka mambo na pia kuwa na nguvu za kimwili. Mayai pia husaidia katika kujenga mifupa kwa sababu yana vitamini D inayosaidia ufyonzaji wa calcium. Ni bora kuchemsha badala ya kukaanga. Chakula cha nne ni samaki wa maji baridi kama sato au kambali. Samaki wa maji baridi wana mafuta mazuri sana ya asili yanayojulikana kwa kuongeza uwezo wa ubongo. Mafuta haya yanachochea ukuaji wa seli za fahamu, huongeza uwezo wa mtoto kujifunza na pia humfanya kuwa makini zaidi. Mbali na hayo, samaki wana protini nyingi zinazojenga misuli na mifupa pamoja na madini kama phosphorus ambayo ni muhimu kwa ukuaji wa mifupa na meno. Samaki wa maji baridi pia ni rahisi kupatikana na ni bora zaidi kwa watoto kuliko nyama ya mnyama mkubwa. Chakula cha tano ni viazi vitamu. Viazi vitamu ni chakula bora kwa watoto kwa sababu vina vitamini A kwa wingi ambao ni muhimu kwa macho, ngozi na mfumo wa kinga ya mwili. Pia vina wanga unaotoa nguvu nyingi na ni laini kwa tumbo la mtoto. Watoto wanaopewa viazi vitamu huchangamka, hucheza kwa nguvu na hukua kwa kasi nzuri. Pia vina madini ya potassium ambayo huimarisha moyo. Viazi hivi ni bora zaidi vikichemshwa bila kuondoa maganda yake. Chakula cha sita ni mboga za majani kama mchicha, matembele na kisamvu. Mboga za majani zina virutubisho muhimu kama madini ya chuma, calcium, vitamini C na nyuzinyuzi -nyuzi. Madini haya husaidia kuzuia upungufu wa damu, hujenga mifupa na meno na kusaidia kinga ya mwili kupambana na magonjwa mboga hizi zinaweza kuchanganywa na nazi au karanga ili kuongeza virutubisho zaidi. Watoto wanaokula mboga mara kwa mara huwa haw, yaani, na rangi nzuri ya ngozi hawana, hawa huwa hawashikwi na maradhi kwa urahisi na ukua haraka. Ziepukwe kupikwa kwa muda mrefu ili zisiharibike. Chakula cha saba ni mbegu za alizeti na karanga. Hiki ni chakula bora zaidi. Mbegu hizi Ha, ni hazina ya virutubisho vinavyosaidia ukuaji wa mwili na ubongo wa mtoto. Zina mafuta ya asili yenye uwezo wa kujenga seli, vitamini E inayolinda seli dhidi ya uharibifu na madini ya zinki yanayochangia ukuaji wa ngozi, nywele na mifupa. Tafiti za kitaalamu zinaonyesha kuwa watoto wanaopewa karanga au mbegu za alizeti huchangamka zaidi huwa na kumbukumbu kumbu nzuri na hata macho yao huwa na uwezo mkubwa wa kuona. Ni bora zisagwe au kutengenezwa kama siagi ili mtoto aweze kula kwa urahisi bila hatari ya kuziba koo. Ni chakula kinachosaidia kwa kiasi kikubwa katika ukuaji wa mwili wa mtoto hasa kuanzia umri wa mwaka mmoja na kuendelea. Chakula cha nane ni ndizi mbivu na ndizi za kupika. Ndizi hizi ni chanzo kikuu cha nguvu kwa watoto kutokana na wanga wa asili. Wanga huo uko ndani yake. Pia zina potassium ambayo husaidia kazi ya moyo na mifupa au mishipa ya fahamu. Mishipa ya fahamu inaweza ikafanya kazi vizuri kwa utumiaji wa ndizi mbivu na za kupika. Ndizi hizi pia zina, vita, zina vitamini B6 inayosaidia mwili kutengeneza kemikali muhimu kwa ubongo na kusaidia mmeng'enyo wa chakula. Watoto wanaokula ndizi mara kwa mara huwa hawapatwi na matatizo ya tumbo kama kuharisha au kufunga choo. Ndizi mbivu ni nzuri kwa kiamsha kinywa na ndizi za kupika ni bora kama chakula kikuu kilichojaa lishe. Chakula cha tisa ni parachichi. Parachichi. Parachichi lina mafuta ya asili yanayosaidia ukuaji wa seli za ubongo. Pia lina vitamini E, C na K pamoja na madini ya folate yanayosaidia ukuaji wa ubongo na mfumo wa fahamu wa mtoto. Mafuta haya pia husaidia ngozi ya mtoto kuwa laini yenye afya na kung'aa. Parachichi linaweza kulishwa kwa mtoto kama chakula cha mchana au kikiunganishwa na uji au wali. Watoto wanaopewa parachichi huwa na uwezo mkubwa wa kufikiri na hukua haraka kwa sababu ya mafuta yenye afya na faida. Chakula cha kumi ni mtindi wa asili. Mtindi wa asili ni chakula chenye bakteria hai wanaosaidia kusawazisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Mtoto anayekunywa mtindi mara kwa mara huwa na kinga nzuri ya mwili, hana matatizo ya tumbo na mwili wake kuchukua virutubisho kutoka kwenye chakula kwa ufanisi mkubwa. Mtindi pia una protini, calcium na vitamini B kumi na mbili zinazosaidia ukuaji wa mifupa, meno na ubongo. Ni bora mtindi wa asili usiwe na sukari wala ladha ya viwandani, ili ubaki na virutubisho vyake vya asili. Chakula cha kumi na moja ni mbegu za mchicha na, na maboga. Hiki pia ni chakula bora zaidi mbegu za, za maboga au mbegu za mboga kama mchicha na maboga zina nguvu ya kipekee kisayansi, kwa sababu zinabeba madini na mafuta yanayochochea ukuaji wa ubongo na mifupa. Mbegu hizi zina omega 3 asilia, zinki na chuma, ambayo ni muhimu sana kwa watoto wanaokuwa haraka. Tafiti mbalimbali zimeonyesha kuwa watoto wanaopewa mbegu hizi wana kinga nzuri sana dhidi ya magonjwa. Ni jambo jema sana kuwapa watoto chakula hiki. Tafiti mbalimbali mbali zinaonyesha pia kuwa watoto wanaopewa mbegu hizi kwa namna ya kusagwa au kuongezwa kwenye uji au chakula huonyesha mabadiliko makubwa ya ukuaji wa kimwili na uwezo wa akili. Mbegu hizi huimarisha kinga ya mwili kuzuia upungufu wa damu na usaidia katika ujenzi wa seli mpya kila siku. Zinaweza kukaushwa na kusagwa ili zitumike kwenye chakula kila siku kama sehemu ya lishe ya kudumu ya mtoto. Chakula cha kumi na mbili ni maboga ya kupika. Boga lina vitamini A kwa wingi ambao ni muhimu kwa afya ya macho, ngozi na mfumo wa kinga ya mwili. Pia lina madini ya potasiamu na nyuzinyuzi zinazosaidia mmeng'enyo wa chakula. Maboga yanasaidia watoto wenye matatizo ya choo na huwafanya kuwa na tumbo linalofanya kazi vizuri. Boga linaweza kuchanganywa na viazi au wali au hata kupondwa na maziwa ya mama kwa watoto wadogo. Watoto wanaokula boga hupata mlo kamili unaosaidia ukuaji wa afya kwa ujumla. Chakula cha kumi na tatu ni mbegu za maboga. Mbegu hizi zina protini nyingi, mafuta mazuri ya asili, madini ya zinki na magnesium. Ni nzuri kwa kujenga kinga ya mwili wa mtoto na husaidia ukuaji wa misuli. Zinaweza kusagwa na kuchanganywa kwenye chakula au uji ili kuongeza virutubisho. Zina virutubisho vinavyochochea usingizi mzuri kwa mtoto, jambo muhimu kwa ukuaji. Mbegu hizi pia huimarisha uwezo wa ubongo kwa sababu zina mafuta yanayosaidia kazi ya seli za fahamu. Chakula cha kumi na nne ni ugali wa unga wa muhogo na maziwa ya nazi. Chakula hichi kinachotokana na unga wa muhogo hutoa nguvu ya mwili kwa haraka sana, hasa kwa watoto wanaocheza sana. Wakati huo huo, maziwa ya nazi yana mafuta ya asili yanayosaidia ukuaji wa ubongo na kinga ya mwili. Mchanganyiko huu huongeza wanga, mafuta na ladha tamu ya asili bila hitaji la sukari. Pia husaidia mtoto kuwa na mmeng'enyo mzuri wa chakula. Ni chakula rahisi kupika na akina madhara kwa watoto wadogo. Chakula cha kumi na tano ni miwa ya asili na juisi ya miwa. Miwa ina sukari ya asili, sio na kemikali za viwandani, hivyo hutoa nguvu kwa haraka kwa watoto. Pia ina madini kama chuma na calcium. Juisi ya miwa ni nzuri kwa watoto waliodhoofika, kwa sababu huongeza damu na nguvu. Pia inasaidia kuondoa sumu mwilini. Miwa au juisi yake ni nzuri sana kwa mtoto mwenye umri wa zaidi ya mwaka mmoja. Ni muhimu kuhakikisha haijachanganywa na viambato vya viwandani. Chakula cha kumi na sita ni mafuta ya mnyonyo au samli ya asili. Hiki pia ni chakula bora zaidi. Mafuta haya yanapatikana kutoka kwenye mimea ya asili kama nyonyo, nazi au hata samli ya mnyama. Mafuta haya yana mafuta mazuri ya omega na vitamini E ambayo ni muhimu kwa ukuaji wa ubongo na seli za mwili. Watoto wanaopewa mafuta haya kwa kuchanganya na chakula huwa na kumbukumbu nzuri, hukua haraka na huwa na nguvu nyingi. Samli ya asili au mafuta ya nyonyo husaidia pia katika kuzuia magonjwa ya ngozi na kuimarisha kinga ya mwili. Tafiti zinaonyesha kuwa mafuta haya huongeza uwezo wa mtoto kujifunza, kumbukumbu kumbu na kuwa na nguvu ya kimwili kila siku. Ni mafuta yenye nguvu za uponyaji na hujenga mwili kwa haraka bila madhara yoyote. Je, unatumia vyakula gani kwa mtoto wako kumfanya kuwe vizuri na afya bora? Tuambie kwenye komenti hapo. Kama umejifunza kitu kipya leo, hakikisha unashea video hii kwa wazazi wengine. Pia kama hauja subscribe kwenye chaneli yetu hii, fanya hivyo sasa kwa sababu tunaleta maudhui yenye manufaa kwa familia yako kila wiki. Kwa ushauri wa kina kuhusu malezi ya mtoto, wasiliana nasi kwa namba 0787579224. Au sifuri saba tano nne tano saba tisa mbili mbili nne. Karibu sana, tukutane kwenye video inayofuata. Asante.